Kwanza nianze na wachungaji, sadaka hazipo madhabahuni. Sadaka, Mungu amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Utajiri wote uko kwenye ardhi, madini yanapatikana kwenye ardhi, mafuta yako kwenye ardhi, kila kitu kinapatikana kwenye ardhi. Ndio maana Mungu anamwambia Adamu uilime, uitunze ili ule matunda yake. Kwa hiyo ninachoweza kushawishi kushaushi kwa watumishi wa Mungu, bado tuwekeze na na kwenye kilimo kilimo, japokuwa ni mtaji na mtaji unaanza na akili. Ukishapata akili kulima inawezekana. Mimi sishiki jembe, hapana, ninatumia ile hekima ambayo Mungu amenipa kwamba kumbe katika hiki naweza nikabadilisha jambo la kwanza. Lakini na kwa kweli nimekuwa ninashahuku kuna namna na ambavyo nimefikiri nimechelewa, japokuwa Biblia inatuambia kwamba hakuna kuchelewa, na ndiyo maana nimeamua kuingia kwenye kilimo cha mpunga lakini, wakati nimeanza misimu miwili iliyopita, nimelima kilimo cha mazoea fikiri, inapotokea Bukoba na kuja huku Geita vijijini mbuga hii ya Shigagati, lakini nikalima sawa sawa na wenyeji, nimegundua kwamba napata hasara. Kwa mfano kwa msimu huu nimevuna zaidi ya gunia mia moja, lakini sijatumia mbolea, sijajua ukubwa wa eneo, unapima kwa hatua za miguu ama unakadiriwa majaruba kwamba ni ekari fulani, lakini nimebaini kwamba hiyo yote ni hasara, na ndio maana nimeona niwatafute ninyi. Tunaposema kilimo ni maandalizi, tunamaanisha mtu yote, yote yule anayetaka kufanya kilimo cha kibiashara au mtu yote yote anayetaka kufanya kilimo chenye faida ni lazima afanye maandalizi mapema. Na tunaposema maandalizi, sio kukulima tu shamba au sio tu kupanda kwa wakati, hapana. Maandalizi ni lazima yawe ya muda mrefu, lazima shamba liwe limeandaliwa muda mrefu, limefuata vile vigezo vyote ambavyo vinatakiwa. Leo tupo Shigagati Geita na huku tumekuja kumtembelea mkulima wa mpunga na kama unavyoweza kuona hizi ni mbuga nyingi sana, ni zaidi ya ekari ishirini za mpunga ambayo mkulima huyu cha kwanza ameamua kufanya maandalizi yaliyo sahihi. Kwa maana tunaposema maandalizi ni kuanzia upimaji wa udongo, tunaposema maandalizi ni kuanzia kufahamu ardhi yako ikoje, kufahamu ukubwa wako ukoje na vitu vingi. Kwa hiyo Rubaba TV tumekuja huku kuweza kupima ile eneo, lakini pia kuweza kujua hali halisi ya kilimo ambacho kinaendelea huku. Kwa hiyo tutazungumza mawili matatu na mmiliki wa eneo, ili wewe mtazamaji, ambaye unatazama, uweze kujifunza kupitia kipindi hiki. Unapoingia kwenye kilimo, sio unaingia tu, ni lazima uingie kwa maandalizi, lakini ni lazima ufanye maandalizi mapema. Twende pamoja, ili uweze kujifunza. Mzee wangu, kwanza nashukuru sana kwa kutufu, kutufanya tufike huku. Kwanza nimesikia ni mchungaji, bwana Yesu asifiwe. anu, anu. <laughs> Anu, kwanza tungependa kwanza uweze kujitambulisha ili watu waweze kukufahamu na wafahamu nini ambacho kinafanyika hapa. Kwa majina mimi ni mchungaji Joas Josia Baganda, lakini pia ni askofu wa Kanda ya Ziwa na ni mkulima na ni mfugaji, na kwa kweli nimekuwa nina shauku kuna namna ambavyo nimefikiri nimechelewa japokuwa Biblia inatuambia kwamba hakuna kuchelewa, na ndiyo maana nimeamua kuingia kwenye kilimo cha mpunga. Lakini wakati nimeanza, misimu miwili iliyopita, nimelima kilimo cha mazoea. Fikiri, inapotokea Bukoba na kuja huku Geita vijijini, mbuga hii ya Shigagati, lakini nikalima sawasawa na wenyeji, nimegundua kwamba napata hasara kwa mfano kwa msimu huu nimevuna zaidi ya gunia mia moja, lakini sijatumia mbolea, sijajua ukubwa wa eneo. Unapima kwa hatua za miguu ama unakadiriwa majaruba kwamba kwa ni hekali fulani, lakini nimebaini kwamba hiyo yote ni hasara, na ndio maana nimeona niwatafute ninyi, kwanza mje mpime ukubwa wa eneo, lakini pia mpime udongo, na muweze kushauri kwamba kilimo biashara, lazima niwe natumia mbolea na kilimo chenye manufaa ni lazima nijue nimewekeza nini na ninapata nini. Na sisi kwetu kwa Bukoba tunasema asiyepoteza huwa aokoti. E, unatembea njiani unawaza kwamba nikiokota labda laki moja, lakini tangu mwaka umeanza hujawahi kupoteza hata shilingi mia moja. Hizo ni ndoto za Abunwasi ambazo haziwezekaniki. Kwa hiyo nimeona niwekeze ili niweze kupata faida. Ndio maana ya kuwachukua nini. Tunashukuru sana. Kwanza tunashukuru kwa kutuchagua kuja kufika hapa. Sasa tunataka kufahamu kwanza. Unasema nyuma ulikuwa unafanya kwa sawa. Ndio. Mpaka hapa tulipofikia tumeweza kupima kufahamu ukubwa wa shamba na sasa tumechukua sample ya udongo tayari kufahamu. Mpaka sasa hivi ni tofauti gani kichwani kwako, ambao mbao umeshaweza kuona na ulichokuwa unakifanya nyuma. Kwa kweli nimetengeneza hasara ya kutosha. Kwanza, aliyekuwa na nikodisha mbuga alijua mbuga yake ina jumla ya ekari zaidi ya thelathini lakini kwa vipimo ambavyo tumevibaini aa, mbuga hii ni kama heka ishirini. Kwa hiyo nimekuwa nikikodi mbuga kwamba hizi ni ekari ishirini na nne kwa mfano ambazo nimeshazilipia, lakini unaweza ukaona hata heka kumi na saba hazipo. Ni hasara kubwa ambayo nimekuwa nikiipata, lakini kwa sababu ninamcha Mungu na pesa yangu yote ina mapatano na Mungu haiwezi kupotea, nime pa, nime kwa hiyo nimerudishiwa ufahamu kwamba nipime eneo ili nijue ninachokifanya. Kwa hiyo nilichokibaini ni mpunga, ni biashara nzuri, pamoja na hasara ambayo naweza nikaiona, lakini nikirudi nyuma naona kumbe ilikuwa ni faida, ambako nimevuna zaidi ya hizo gunia 100 nizo nilizozivuna sasa nimezivuna kwenye eneo dogo ambalo ni kama hekari tisa lakini ambazo nilijua ni hekari ishirini na nne kwa hiyo kama ni kilima kuambolea kitaalam kupitia ninyi wataalam maanake kuvuna gunia mia tatu itawezekana kabisa nashukuru sana mwishoni tu labda kwa kumalizia wewe unamshauri nini mkulima yeyote anayetaka kuanza kilimo kama mchungaji kama mtu ambae umeingia kwenye kilimo kwa muda mrefu unamshauri nini kwanza nianze na wachungaji, sadaka hazipo madhabahuni. Sadaka Mungu amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Utajiri wote uko kwenye ardhi, madini yanapatikana kwenye ardhi, mafuta yako kwenye ardhi E, kila kitu kinapatikana kwenye ardhi. Ndio maana Mungu anamwambia Adamu uilime, uitunze, ili ule matunda yake. Kwa hiyo ninachoweza kushawishi kwa watumishi wa Mungu, bado tuwekeze na kwenye kilimo. Kilimo japokuwa ni mtaji. Na mtaji unaanza na akili. Ukishapata akili, kulima inawezekana. Mimi sishiki jembe. Hapana. Ninatumia ile hekima ambayo Mungu amenipa kwamba kumbe katika hiki naweza nikabadilisha. Jambo la kwanza lakini jambo la pili, hata ambao wanaitwa Wakristo ama uwe ni Muislamu, kuomba tu peke yake madhabahuni hakutaleta heri. Mungu anataka abariki kazi ya mikono yako. Una nini mkononi, Musa? Una nini alisema, nina fimbo. Mungu akamwambia kwa fimbo hiyo na kwenda kuigawanya bahari ya Shamu, Israeli wanavuka. Kwa hiyo ulicho ulichonacho hicho, Mungu ndicho atakachotumia kukubariki ili uweze kufikia hatima yako. Kwa hiyo, ni washauri wa Kristo, watu wote ambao wana shauku ya kuona maendeleo, twende kwenye kilimo, msomi na ambaye hajasoma kwenye kilimo. Lakini sio kilimo tu, tuwatumie wataalamu, watatusaidia zaidi, kwa sababu wakipima ardhi wakajua udongo huu unafaa kwa zao lipi, lakini mbolea kiasi gani utumie, itaondoa ile dhana potofu kwamba labda mbolea za viwandani zinaharibu ardhi ardhi lakini una, umeipima ile ardhi, unajua kiwango gani cha kutumia. Kwa hiyo ndio maana nimewatumia ninyi, lakini shauri kwa watu wengi ambao tumeamua kuwekeza kwenye kilimo tuwatumie wataalamu, tusilime kwa mazoea. Ndugu mpenzi mtazamaji, mpaka hapo sina chochote cha kuongeza. Ninachokuambia tu ni kwamba kilimo kibiashara kinalipa, lakini fanya uh, kwa kudhamiria na wekeza nguvu zako. Mimi ni imani Rubaba na hii ni Rubaba TV, usiache ku

katika kontakti zetu hapo kujifunza vitu kadha wa kadha. Asante Rubaba TV.